Wote mlioshiriki katika maadhimisho haya muhimu yanayolenga uhifadhi wa mazingira katika mkoa wetu, na mimi binafsi nikiwa ni mkuu wa wilaya ya Ubungo, nawashukuru ni nyote ambao mmeweza kutenga muda na kuja katika wilaya yetu kushiriki nasi siku ya leo. Mwenyezi Mungu awabariki sana. Lakini nawapongeza wadau wote ambao mmeshiriki katika maonyesho kwa kweli binafsi kwa niaba ya mkuu wa mkoa nimefurahishwa sana na kazi ambazo mnazifanya. Naamini maonyesho haya ambayo mmeyaonyesha hapa tutaenda kuya scale up, tutaenda kuyaongeza katika maeneo tunayotoka. Ndugu zangu waheshimiwa madiwani na wastahiki mamea na wakurugenzi, teknolojia ambazo tumeonyeshwa hapa, utaalamu ambao umeonyeshwa hapa, ni lazima sasa uhamie kwenye maeneo yetu. Haina maana kuwaona vijana wana elimu nzuri ya kuzalisha wale funza chuma ambao wanasaidia kuchakata taka kutoka kwenye masoko yetu yakibaki kuwa ni maonyesho. Tunatamani sana mwakani, maonyesho kama haya tupate takwimu ambazo zinaonyesha kwamba sasa utaalamu huu na teknolojia hizi zimefika kwenye kila mtaa, kwenye kila soko, kwenye kila kata, na tunaona matokeo tunayoyatarajia. Tuwatie moyo, tuendelee kuwashika mkono wadau wote ambao wako hapa, waweze kufika katika maeneo yetu. Changamoto ambazo wanakutana nazo, twende tukazitatue kwa haraka. Kama wanahitaji maeneo, kama wanahitaji vifaa, basi wasaidiwe waweze kupata vifaa hivyo kufikia malengo yao. Tumesikia hapa Dar es Salaam peke yake, taka tunayozalisha kwa siku, nimeambiwa ni tani elfu tano tani elfu tano jaribu kufikia tu lile lori pale linabeba tani thelathini ni malori mangapi kama yale ambayo tunazalisha mimi na wewe kila siku ya taka. Lakini bado uwezo wa kuchakata taka hiyo tunayozalisha hauzidi asilimia hamsini. Wadau hapa wamesema wanachakata tani arobaini, tani kumi na nne, tani nane kwa siku. Sasa katika tani elfu hamsini, amini tani elfu tano tunaweza kujua ni taka kiasi gani inabaki bila kuchakatwa. Kwa mimi nawapongeza sana wadau wote kuanzia uh, banda la kwanza alilotembelea mpaka banda la mwisho la NEMC. Mnafanya kazi nzuri na kubwa, na sisi tutaendelea kama serikali kuwapa sapoti mnayohitaji ili tuweze kufikia malengo tumezungukia mabanda yote, umetazama wewe, lakini nataka niwaambie watu wote tuliokuwa hapa, na tuwiwe na mwenyezi Mungu, Mungu wa rehema tuwathamini sana watu wanaokota chupa katika mitaa yetu, tusiwadharau. Hawa watu ni watu kama sisi, ni watu kama mimi. hawakuwa wao bali mwenyezi Mungu alimwelekeza, naye fanya kama hii, nyegesha utakuwa diwani, huyu ataokota chupa, huyu ataokota hiki. ni kitu dhalili sana, acha kuwaita wezi, acha kuwaita wahuni, acha kuwadharau. Iko siku Mungu na wewe anaweza akakupeleka kweni hatua hiyo na nafasi uliokuwa nayo. Tutazame mfano halisi ya watu waliokubwa wako wapi sasa? Naomba sana mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert John Chalamila, nikuombe sana kwa niaba ndugu yetu Albert Msando, kazia sana watu wathamini. Wasingekuwa ingekuwaje? Dar es Salaam ingekuwaje? takataka ingekuwaje? maisha yetu ingekuwaje? Tazama sasa, na wale watu wanaowapelekea ile bidhaa wawalipe kwa fedha nzuri, wasiwapunje. Wanaangaika juani, wanaangaika najua. Tafadhali sana, naomba sasa, hawa ndio wanaoibeba shughuli nzima ya leo. Mungu abariki sana na Mungu awongoze, na sisi manispaa ya Ubungo tutawaandalia kongamano, tutawaita tukae pamoja kabla baraza kuvunjwa. Mkurugenzi unasikia. Kisa, unasikia kaimu mkurugenzi, tuwathamini na tuwaite na tukae pamoja na ntakaa nama wenzangu Songoro mnyonge huku hapa na wewe kwako na Mafimbo na Mtinika na Songolo, na Songoro na, na, kumbira moto tuwathamini hawa watu. Baada ya kusema ya, kwa heshima na taadhima, nipeleke salamu kwa Daktari Samia Suluhu Hassan aliyeimarisha kitengo cha mazingira katika ofisi ya raisi mama. Mungu ambariki na yake tumpe. Mungu ni mwema wa kila siku, na Mungu awabariki Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi endelee. Asante sana.